Kama mnavyoona hayo yote ni mapya haya. Mimi hata thamani yake sijui, lakini ni mamilioni ya hela kwa kila gari. Kama mnavyoziona, jumla ni manane mpaka sasa mapya, achilia ya mbali yale ya siku za nyuma. Haya ni mapya, magari manane tumepokea juzi tu, haya hapa jeshi la polisi katika mkoa wa Mtwara. Ninampongeza na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika miaka minne ya uongozi wake kwa uwekezaji mkubwa aliofanya kwa jeshi hilo na kupelekea kushusha kiwango cha uhalifu ukilinganisha na hapo awali. Akizungumza na Faida Online TV, Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Issa J. Suleiman amesema jeshi hilo limepokea magari manane mapya kutoka mheshimiwa rais, pikipiki piki kumi ujenzi wa jengo la kamanda wa polisi katika mkoa huo liogharimu shilingi bilioni 1 na milioni mia sita na mambo mengine mengi. Faida Online TV tumekuandalia makala fupi inayozungumzia yale aliyofanya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jeshi la polisi mkoani Mtwara ndani ya kipindi cha utawala wake. Jina langu unaitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, karibu uambatane nami. Mkoa wa Mtwara tuko katika amani kubwa, lakini amani hiyo haikuletwa tu au haikuja tu kama mvua ambayo analeta Mungu, lakini pamoja na jitihada za, za, za serikali. Tuko mpakani na ni mpaka na, na Msumbiji, lakini huko pia tumeimarisha ulinzi, na ni kwa maelekezo na uwezeshwaji mkubwa ambao Mheshimiwa Rais amekuwa akiufanya eh, katika kipindi hichi. Lakini la pili ni namna ambavyo tumepata maboresho katika vitendea kazi. Tuanze na majengo. Mheshimiwa Rais ameweza kutoa na tumeshajenga, tuko katika hatua ya karibuni asilimia 80 ya ujenzi wa jengo la kamanda wa polisi mkoa huu wa Mtwara lenye thamani ya shilingi bilioni 1.6 zimeshatolewa, mafundi wako onsite, jengo kubwa la ghorofa tatu hapo tulipo sasa, tulikuwa tume tumeazimishwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. E, kuna vituo ambavyo tayari vimeshatolewa hela na vimeshajengwa. Tuna kituo cha polisi tunaita Msimbati. E, tumejenga au kimejengwa na serikali kwa thamani ya shilingi milioni 186. Kwamba kama havitoshi, kituo hicho kimenunuliwa vifaa samani, furniture na vitu vingine vyote vya kisasa vya electronics vya milioni 21. Kuna kituo cha polisi Mtambaswala kimeshajengwa na kinatumika ndani ya kipindi hichi kwa thamani ya shilingi milioni 115. Kabla hicho kuna kituo cha polisi Mkunya na chenyewe cha thamani ya shilingi milioni 115 kimejengwa na tayari kinafanya kazi, lakini kuna majengo ambayo yanaendelea kujengwa. Kituo cha polisi Lupaso hichi kiko, kiko wilaya ya Masasi kiko asilimia karibuni sabini hivi ninavyozungumza watu wanapaua. Eh, kuna kituo cha polisi Kitangale na mtakiona chenyewe, tupo katika hatua ya kupaua. Kimetolewa kiwango hicho cha hela milioni mia moja na kumi na tano lengo likiwa ni kujenga vituo vya polisi vya daraja si ndogo au kubwa katika kata zote 191. Lakini kuna upande wa vyombo vya usafiri. Ndani ya kipindi hichi, lengo ni kupata kila OCD, kila OCCID awe na gari katika utendaji wake na tayari tumeshapokea magari unavyo, kama mnavyoona, kuanzia gari la kamanda polisi mkoa wa Mtwara. Hili ni jipya kama mnavyoona, hayo yote ni mapya haya. Mimi hata thamani yake sijui, lakini ni mamilioni ya, ya hela kwa kila gari kama mnavyoziona, sio gari za, za, za second hand au used. Hapana, ni mapya ya thamani kubwa, tumeyapokea ndani ya muda mfupi huu wa kipindi hichi cha miaka minne. Jumla ni manane mpaka sasa mapya, achilia mbali yale ya siku za nyuma, haya ni mapya magari manane tumepokea juzi tu haya hapa. Uh, lakini kuna pikipiki tumeshapokea mpaka sasa pikipiki kumi, eh, tumesha pokea pikipiki piki kumi. Lengo ni kupata pikipiki mia moja tisini na moja piki, kwa ajili ya wakaguzi wa kata wote. Lakini tuna, tuna motisha sasa kwa upande wa watendaji wenyewe. Moja katika motisha kwa askari ni kupandishwa madaraja au tunasema kupandishwa vyeo. Sasa mpaka sasa kwa kipindi hichi kifupi cha miaka minne katika mkoa huu wa Mtwara, jumla ya askari wakaguzi na maofisa 836 wamepandishwa vyeo mbalimbali. Sasa hata mimi mwenyewe hchi cheo nachokiona nimekipata kipindi hichi cha, cha, cha, cha utawala huu wa awamu ya sita, cheo kikubwa tu kama hata uh, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi, hey, nimekipata mimi. Kwa hiyo mimi mwenyewe ndio wa kwanza, lakini na askari wangu wote wamepata vyeo Unapopata cheo maana yake nini? Kwanza inakupa moyo wa kufanya kazi zaidi, lakini nishoi kusema mara moja na ugali si unaongezeka kidogo eh? Sasa hayo ndio mambo ya ya hii awamu ya sita ya, ya, ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu na mtazamaji wa Faida Online TV ni kushukuru kwa kutazama makala hii maalum iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuonesha kile ambacho amekifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake kwa kipindi cha miaka minne kwa jeshi la polisi mkoani Mtwara. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV.